Pale atakapowakhofia watu fulani, anawakhofia watu fulani kwa shari zao. Dua gani itasomwa kwa mtu ambaye anawachelea watu fulani na shari zao?

Ewe Mola wetu wa haki, inna naj'aluka fi nuhurihim, hakika sisi tunakujalia wewe usawa wa shingo zao tunakuweka wewe usawa wa shingo zao, kwa maana ututosheleze kutokana na shari zao, pale watakapotutaka sisi kwa ubaya. na sehemu ya shingo ndiyo sehemu ya kumwangamiza adui, kwa maana sisi tunakuweka mbele zao wa, na'udhu bika min shururihim, na tunajikinga kwako min shururihim, kutokana na shari zao Tukinge na utuzuilie shari zao zisitufike. Hii ni dua ambayo anaiomba muislamu anapochelea shari kutoka katika upande fulani, ima kuna mtu mmoja au kuna watu wawili au kuna kikosi. Na dua hii inatufunza tawakkul, kumtegemea Allah katika kila jambo letu, na kwamba sisi bila yeye hatuna kitu. Ni maneno machache kama wanavyosema ahlul ilmu.

Aliwatazama Waislamu, jeshi lake lile, akakuta wako watu mia tatu na ziada. Akageuka kutazama jeshi la washirikina akakuta wako elfu moja na ziada Mtume sala awaw sallam alipoona ile hali, na yeye ndiye mbora wa kumtegemea mola wake, akaelekea kibla, kisha akainua mikono yake akiwa amevaa rida na izari, kikoi na shuka ile ya juu

utakiangamiza kikosi hiki changu cha watu 300 na ziada kidogo, wa wa katika Waislamu, fala tu'badu fil ardi abadan, hutoabudiwa katika ardhi hii abadan. Akawa Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuacha kuwa anaendelea akimwomba mola wake huko akiwa ameinua mikono yake mpaka kishuka chake kile cha juu alichojifunika kikaanguka. Anakuja Abubakarin radhi Allahu anhu, amekichukua kile kishuka chake anamfunika tena. Mpaka mwisho Abubakari akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, salama ya Nabia Allah, kafaaka munashadatuka rabbaka

Kumbukeni mlipomwomba msaada Mola wenu katika vita vya Badri, Mola wenu akakujibuni maombi yenu, na kwamba mimi nitakusaidieni kwa kuwapa jeshi la malaika wakiwa elfu moja wanaokuja wakipishana kwa ilipofika siku ile Allah tabaraka wa taala akawapa ushindi wa, wa, wa Islamu, wakawaua makafiri sabini kwenye vita vile na wakawachukua mateka makafiri sabini. Kikubwa tunaona hapa kwamba alimwelekea Mola wake

Hapa ndipo atakapouawa fulani, anawaonyesha na pale ndipo atakapouawa fulani, yaani maishilio yake yatakuwa hapa hapa kwa fulani, pale kwa fulani. Baada ya mapambano, masahaba walipoangalia zile sehemu, hawakuvuka hata kidole, kwa sababu kidole mbona kimezidi kimekwenda huko? Pale pale alipochora Mtume ndipo pale pale walipoishilia. Kwa hiyo sisi hatuna kitu kikubwa kama dua kumwomba Allah tabaraka wa taala. Kule kuinua mikono ukamwelekea Mola wako kwa ukweli wa moyo wako, ni silaha kubwa sana kushinda silaha yoyote, kwa sababu yeye ndiye Allah, Mola mlezi, muumba, hashindwi na kitu kwa ukikimbilia kwake umekimbilia kwenye ngome iliyo madhubuti. Hii dhikri inasemwa hata wanapoingia kwa kiongozi dhalimu, na kwenda labda una makutano na kiongozi dhalimu, basi unaisoma hii dua: Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim, kisha tatawakkal ala Allah